Sasa mheshimiwa, naomba kujiuliza na, na mahakama yako ijiulize. Shtaka hili linasema hivi. Mshtakiwa ni mmoja. Itakuwa kesi ya kwanza katika historia ya dunia hii kwamba mtu mmoja peke yake ndio anafanya uhaini. Sasa, wanasema ni mtu mmoja, uhaini wake aliufanya siku moja, wamehitaja tarehe tatu Aprili. Pili, siku moja kwenye mkutano wa waandishi uliohudhuriwa na wanachama waandishi, hapa kila mtu alikuwepo, umekuwa broadcast live. Maneno wanayoita ushahidi unani uhaini wameyasema hatav wanachunguza kitu gani? Ni kitu gani ambacho kinashindikana taking all this time, na mheshimiwa